Hello, hello Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Daniel Maziku JR. Nikukaribishe katika kipindi cha leo. Paulo alitoa picha halisi kuhusiana na karama za Mungu. Paulo alijaribu kutuelekeza ili kujua zaidi kuhusiana na vile ambavyo karama za Mungu zinatenda kazi na vile ambavyo vinapaswa viwe kwa siku zote. Tukisoma maandiko kuanzia katika ile Wakorinto wa wa kwanza sura ya kumi na mbili ukiendelea sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Hizi ni sura tatu nyeti ambazo Paulo alizitumia kwa address masuala yote ya kia karama za rohoni, alitumia hizi kwa address kuangalia namna gani anaweza kasu changamoto kubwa ambayo ilikuwa na rise kwenye kanisa, changamoto kubwa ambayo ilikuwa na likuta kanisa kuhusiana na karama za rohoni, kwa sababu kwa sehemu kubwa sana imekuwa ikiaminika tu kwamba mtu anapopata anaponena kwa lugha tu, watu wanaamini na yeye mwenyewe anakuwa anajiamini kuwa kupitia kunena kwa lugha kwake, kwa hiyo ni alama pekee ambayo inamuonyesha kwamba yeye amejazwa na Roho Mtakatifu. Pengine anatumia hiyo karama kama vile kwamba yeye ndiye mkuu katika wote ambao yuko nao, kwamba yeye ndiye anayefahamu zaidi kuliko wengine, au niseme kwamba ukiachana kunena kwa lugha, pia karama zingine kama kuwa mtume, kuwa mchungaji Uh, kuwa bishop, mtu anavyokuwa na hiyo position, mtu anavyokuwa na hiyo karama moja wapo, anajivunia kiasi kwamba kwamba anahisi ile karama ndio kila kitu, kwamba Mungu amempa kile kitu, kwamba anaona kama ni chance au ni sehemu moja wapo ya kutumiwa au ni sehemu moja wapo ya ku ya ku ya kuwa ya kuwa saved na watu wengine, ambavyo inakuwa ni contrary kabisa na kile ambacho mtumishi wa Mungu Paulo alijaribu kutuelekeza namna ambavyo tunapaswa kufanya. Tukizingatie kitu hapa, ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kwanzia sura ya kumi na mbili Paulo anajaribu kutuonyesha, anatuonyesha karama za rohoni, anajaribu kudhilink karama za rohoni na mwili au mwili wa Kristo ambao unakuwa una consisti viungo vingi, kwamba huu mwili unakuwa na part tofauti, kuna macho, kuna kichwa, kuna mikono, kuna miguu na kuna kila kitu, kwamba kumbe katika mwili unakuwa unategemeana kwa kila kitu, wenye kila kazi, kwamba mguu usipofanya kazi, basi mwili unakuwa unaumwa kwa siku hiyo, hauwezi ukafanya kazi vizuri. Mkono usipokuwa na kazi vizuri vizuri, mkono usipotenda kazi vizuri, basi mwili kwa ujumla kazi yake inakuwa haiko kawaida. Kwa maana yake, kwa maana hiyo alitumia hiyo illustration ili kujaribu kutuelekeza kwamba hata katika zile karama ambazo Mungu ameziachilia kupitia sisi ha, ambazo Mungu ameziachilia kwetu, inatupasa tuzitende kazi au tufanye sawa sawa na zile vile ambavyo moyo unafanya kazi ya kwamba katika unity, katika umoja tutende kazi ili kuweza kumdhihirisha Kristo. Shida kubwa ambayo tuko nao sasa kwa siku ya leo, tumekuwa tukizitumia hizi karama tofauti na vile ambavyo viliwepo, tulikuwa tumekuwa tukipasivu hizi karama tofauti na vile ambavyo Yesu Kristo alizikusudia zitumike katika kanisa. Ingawa katika maandiko Mtume Paulo amejaribu kulisti baadhi tu ya karama ambazo zimeandikwa katika Biblia. Hii haitoshi kusema kwamba hizi karama pekee ambazo zimeandikwa ndizo ambazo zipo tu au ndizo pekee ambazo zinatumika. Kwa maana Mungu ni Mungu ambaye ni mkuu sana na anavyotenda kazi hayuko limited katika namba. Kwa maana kumbe, Mungu anaweza akamfunulia mtu karama nyingine ambayo pengine hatujawahi kuiona, pengine hatujawahi kuya, pengine haijawahi kuandikwa hata kwenye kitabu. Kwa maana yake kwa kusema hivyo, sasa Mungu ndiye anayegawa karama. Mungu ndiye anayetenda kazi ndani yetu. Kwa maana yake kwamba maandiko yanaposema katika kitabu cha Matendo ya kwamba alivyoshuka Roho Mtakatifu aliwapa nguvu maanake, ile nguvu, wakaanza kunena kwa lugha mwingine, akaanza kufanya hivi na hivi. Tukisema neno nguvu, linamaanisha ni ile uwezo wa Mungu kutenda kazi ndani yetu. Kwa maanake, kumbe Roho Mtakatifu aliposhuka ndani yetu, aliachilia uwezo, anaachilia uwezo na anaendelea kuachilia kwa uwezo, kwamba kupitia mimi, Yesu Kristo anakuwa anaachilia uwezo fulani wa kutenda kitu fulani, anakuwa anaachilia uwezo ndani yangu wa kuifanya karama fulani. Kwa maana kumbe sasa sio tu kwamba hizi karama zilitolewa Mungu akaondoka au kwamba Yesu aliziacha akaondoka. Ni Mungu anatenda kazi ndani yetu. Katika hiyo karama ambayo uko nayo ni Mungu anaitumia kuidhihirisha kwa watu wake. Kwa hivyo basi karama ni uwezo wa Mungu kutenda kazi ndani ya mwanadamu. Kwa maana yake sasa hivyo hatuwezi tukamlimiti Mungu katika karama tisa. Hatuwezi tukamlimiti Mungu katika ofisi tano. Kwa maana yake kumbe, Mungu anaweza kago extra, anaweza kago beyond kwamba katika zile kalama anaweza kafanya vile yeye apendaje. Ndio maana hata katika kuzitoa, Mungu anatoa kalama vile yeye apendaje, sio kwa kulazimishwa wala sio kwa kuambia kwamba Mungu, ninaomba nipatie kalama hii. Yeye ndiye anayejua kumpa mtu kalama, kwa sababu ndio yeye anayetenda kazi. Kwa sababu kama isingekuwa ni hivyo, basi tungekuwa tunataka kwamba mimi nataka kalama ya kuwa mchungaji, ili tu anipe hiyo kalama niwe mchungaji na ikishakuwa kuwa hivyo akisha kupatia maana kunafanya wewe hiyo kazi, lakini yeye sasa hizo karama na kuwa naachilia yeye. Akiziachilia yeye anazi manage yeye mwenyewe kupitia sisi, anakuwa anatenda kazi na kuachilia hizo karama juu ya mmoja mmoja. Ukiendelea kusoma sura ya kumi na mbili, ukiendelea kusoma sura ya kumi na mbili mpaka ule mstari wa mwisho kabisa ule mstari wa 31, ni mstari interesting. Mungu, neno la Mungu linasema kwamba takeni sana karama zilizokuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Kitu cha msingi sana ambacho Paulo alikuwa anajaribu kutuonyesha katika ile eneo, hakusema kwamba ni vibaya kuwa na karama au karama kutenda kazi ndani yako ni vibaya, lakini kile kitu ambacho anakitaka ni kwamba yeye anajaribu kukuonyesha njia iliyo bora zaidi kupitia hizo karama. Of course sio vibaya kutaka karama iliyokuu. Right. unaweza ukamwomba Mungu akupe karama uitendee kazi, lakini hii hapa njia bora katika kutenda hizo, hizo karama. Sasa mtume Paulo aliona hii contradiction ilikuwa inaendelea katika kanisa, na hii contradiction ilikuwa ni kwamba watu walikuwa na karama tofauti tofauti katika kanisa, na katika hizo utofauti wa hizo karama ilitokea migongano na ilitokea contradiction kwamba huyu mwenye karama hii anaitumia karama yake kujionyesha kwamba yeye ni bora kuliko mwenzake, na hii imekuja kuwa tatizo na imeendelea kuwa tatizo mpaka kanisa la leo, imeendelea kuwa tatizo mpaka kipindi hiki cha leo, kwamba mtu fulani akiwa na karama fulani anaweza akajihisi kwamba yeye karama yake ni bora na ni kuu kuliko ya mwingine. Hichi kitu sio sawa, kwa sababu Mungu hajatutengenezea ile hali ya kujiona sisi ya kujisifu, kujile self proud ya kwamba ukiwa na Mungu hawezi ukaona utengano baina ya ndugu, maanake kumbe sasa hizi kalama zilitolewa kwa ajili ya utimilifu wa au kujengana, zilitolewa kwaajili ya kujengana kama kanisa. Sio kwamba mmoja akiwa na kalama hii basi aitumie kumnyanyapaa mwingine. Sio kwamba huyu akiwa na kalama hii yeye aitumie kumwonyesha mwingine kwamba yeye ni bora na kwa mantiki hiyo sasa, ukiwa na karama bora utumike, ukijiona kwamba wewe hauko bora kuliko mwenzako, kwa sababu wewe ni pati tu katika hiyo karama, kwamba wewe siku moja mwenzako akiamua asifanye ile karama ambayo amepewa na Mungu, utambue kwamba ule mwili wa Kristo unakuwa hauko sawa. Kwa maana hivyo basi, katika karama yoyote, katika ofisi yoyote ambayo Mungu amekupa amekuitia, usijione kwamba wewe ni bora kuliko mwenzako, usioni karama yako kuwa ni bora kuliko karama ya mwenzako. Jitahidi sana, jitahidi sana. Paulo anasema kwamba kutaka karama zilizo kuu sio vibaya, na anashauri hivyo kwamba tuzitake karama zilizo zilizo kuu. Lakini hii hapa njia bora, njia y bora inapatikana katika sura ile, mwendelezo sura ya kumi na tatu ya kwamba kumbe tunaweza tukawa na hizi karama nyingi unaweza ukawa na na ofisi, unaweza ukawa bishop, unaweza ukawa nani? Lakini usipokuwa na upendo katika hizi karama, hata kama unaomba unashusha moto unatoka juu mbinguni kuja hapa duniani. Lakini usipokuwa na upendo unakuwa ni sawa na bure. Ni sawa kuzitaka alama, ni sawa kuzitaka karama za rohoni. Lakini zaidi njia iliyo bora ni kuwa na upendo kwa Mungu na kwa wanadamu ili hizo karama ziweze kutenda kazi katika Kile kiwango ambacho Mungu anakitaka. Paulo anasema katika, katika hii sura ya kumi na tatu ya kwamba upendo ndio msingi pekee wa mafanikio katika mwili wa Kristo, kwa sababu ukimpenda Mungu, ukimjua Mungu, ukimwelewa Mungu katika maisha yako, maanake sasa yeye Mungu atakutumia tu wewe kama chomo, kwa sababu unamuelewa Mungu, anakutumia kama veso, ambapo zile blessings ambazo ile kalama sasa ambayo ameiweka ndani yako itaflow itaelekea kwa wenzako kwa upendo. Maanake sasa, ukiwa unampenda Mungu automatically utawapenda wanadamu. Ukiwa unamuelewa Mungu, ukiwa na connection na Mungu automatically utawasave wanadamu. Ukimjua Mungu hautatumika ukimjua Mungu hautatafuta kutumika, ukimjua Mungu hautatafuta kutumikiwa na wanadamu. Ukimfahamu Mungu utatafuta kutumika kwa wanadamu, na hiyo ndio principle Manake sasa huyu mtu anapokuwa na upendo kwa Mungu, anapokuwa na mwelewa Mungu, huyu mtu anakuwa ni rahisi zaidi kuitumia karama yake katika kuwasevu, katika kuwatumikia wanadamu. Ni kusi mpendwa. Katika karama yoyote ambayo Mungu amekupa, ni vizuri umetaka hiyo karama kuu ambayo Mungu yeye amekupa, lakini sasa katika utendaji kazi wa hii karama hauhitaji kuitumia karama kama sehemu ya kujiplaud kwamba wewe ndio bora kuliko wenzako. Lakini njia iliyo kuu sana ambayo Paulo anashauri kwa wote, inabidi tuwe na upendo. we need to know God, tumfahamu Mungu kwa uhalisia, tumjue Mungu personally katika maisha yetu. Jifunze kutembea na Mungu, jifunze kumwelewa Mungu katika maisha yako. Maanake sasa, ukiwa na mahusiano sahihi, ukiwa na mahusiano hai na Mungu wako, inakuwa ni blessing, inakuwa ni channel mojawapo ya wewe baraka yako au karama yako ambayo uko nayo ika flow kuelekea kwa wenzako. Kwa hiyo basi katika hizi karama zetu, katika karama yoyote tujitahidi sana, msingi pekee ni upendo. Msingi pekee wa kufanikiwa katika huduma yako ni upendo kwa Mungu na kwa wanadamu, maana hiyo ndiyo amri kuu ambayo hata Yesu Kristo aliisema, wakati ule mtumwa alimfuata yule tajiri, ya ja kwamba ukimpenda Mungu utafanikiwa, kwa sababu ile karama ambayo imewekwa ndani yako haitajivuna. Ile karama haitajiona kuwa bora kuliko wenzako.